Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa nimsikia. Lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa baba, balozi wa baba mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima? Hivi hapo kuna ukweli, enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyu aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake, amethubutu kuwa mnafiki, amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni mkristu kweli? Huyo siyo mkristu, huyo ni kibaraka, huyo ni ndumira kuwili, huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa, mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalotumia, huo upumbavu. Mkristu, ha, Mkristu hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristu anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristu na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristu na sitasema uongo. Mimi ni Mkristu sitamwonea sita, sita, sita yeyote, kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu wa kuthubutu kudhulumiana wakuthubutu kunyanyasana wakuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu, na kwa sababu ya njaa njaa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa njaa, hata Wakristo baadhi wako tayari kujiuza na kufanya kazi ya hila ya uovu ya chuki kazi isiyompendeza Mungu. Hapo ndipo njia yetu ilipofika. Sasa kwa mchanganyiko wa watu wa hila hila hila, mchanganyiko wa watu wa dhuluma, mchanganyiko wa watu wa uonevu na manyanyaso, mchanganyiko wa watu wezi